Ukitaka uh, <coughs> kujiunga na damaresi.com uh, kwa urahisi kabisa, unaweza kuenda hapa kwenye Google, alafu uh, ukatype hapo www damaresi damaresi uh, com then una search itakuja hapo, then unaenda chini kabisa hapa, unakuja kwenye artist photo hapo, pop natapo hapo alafu, una apply hapo for free, then ukija hapo, unaandika jina lako pengine Lengide. Unaona bwana Lengide, okay. Lengide lengide uh, ndo jina lako la sana hapo, alafu jina lako pengine, naitwa Jovita, analiaza hapo Jovita. Email address yako hapo pengine, ndo lengide bana lengi at labda gmail.com. Eh, gmail unaweka hapa namba yako ya simu pam, alafu nchi ndio hiyo umejichagua hapo Tanzania. Mkoa kama ni mkoa wa Mara utaweka hapo Mara. uh, uh, gender unachagua hapo, kama ni bongo fleva unachagua bongo fleva bayo yako utaandika hapo historia yako fupi, maelezo kuhusu wewe. Mengine ni msanii uh, toka Tanzania, naandika tu kwa kifupi hapo, kwa sababu ni maelekezo. Alafu tunakwenda step inayofuata, maona bwana, kama una akaunti yako ya Instagram unaijaza hapo lengii lengi d hapo umeiweka, utajua ume mwenyewe. Instagram natumia lengi d, YouTube unapo, unaika. Apo, yeah. Na hapo unaweka hapo lengi d kana lengi Spotify, alkadhalika lengi hivyo hivyo, unajaza na unajielezea hapo kazi zako. Uko na nyimbo wako unaitwa mihogo, naweka hapo naorodhesha listi ya nyimbo zako hapo alafu unakwenda step nyingine. Uh, unaweka kitambulisho hapo. Kwanza utachagua aina kitambulisho, nadhani wengi wanakuwa na nida. Uh, unakuwa na drivers license na nani ya kupiga kura. Kwa hiyo utachagua hapo sasa unacho ambacho wewe unacho, kama ni passport utaweka, kama ni driver license utaweka, kama ni nida utaweka mimi nimechagua hapo mfano driver license, alafu nikifinya hapa ina maana nitakuwa na upload. Nikimaliza ku upload e, nitakwenda next hapa, itanikatalia kwa hiyo itabidi niende kwenye file zangu e, niangalie kwenye sehemu zitakuwa kwenye images merahapo e, maishaadi e, e, mekwenda benki. Utachagua hapo kama unataka benki, lakini unaweza um, ukachagua kama benki utajaza hapa, kama inakuwa ni unataka mobile money kwa ambao watu wengi tunatumia zaidi. Nakwenda hapo kwa mobile money, unachagua provider wako katika hizo Halopesa, Telmoney, Tigo Pesa, Mpesa. Kuna chaguo moja mimi nitachagua ya telmani kwa sasa, unaona. Alafu na, nitajaza hapo namba yangu kama ni sufuri sita nane tano uereva uereva hapo, umeenda hiyo, utakwenda next e, kama una meneja basi utacheki hiyo box, utaweka tick, utaweka tick kama hauna, utapacha kama palivyo. Alafu una submit hiyo application yako. Maona ukisha submit hivi, utakuwa unasubiri kurudi pale kwa ajili ya ya admin kuleta ku approve, alafu utarudi kuchukua mkataba wako. Umeelewa? Hii ni sehemu ya kwanza ya ya, ya, ya namna ya kujiunga na Damaresi Music .com.